Nimebidi sasa tufike katika familia ya mzee huyu Bwana Bruno ili tuweze kufahamu hasa hasa kuhusiana na changamoto ambayo inamkabili kutokana na mwonekano wake, na maswali yaliibuka, wengi wakifikiri labda huenda ni ugonjwa wa mpox. Ni tatizo hili la muda mrefu zaidi ya miaka 40. Ina maana kitu kama kazi ni ngumu, hata kulala kwangu kama ingekuwa sio godoro siwezi kulala, kwa sababu mwili wote unaharibika. Lakini baadhi ya watu wapata ile kupeana amani, unakuta sometimes mtu anaona mm -hmm. E, na, kama vile atamwambukiza eh. Sasa inaanika na masikitiko makubwa sana kwa kweli, hali yangu ni mbaya, yani sometimes hata kukaa mbele ya jamii, mbele ya watu, najiona kama sio binadamu na kama wanavyoniona, hata kupiga picha tu sometimes nasema. Maana yake nimekaa kama mdudu kwa kweli. Wewe unajishughulisha na shughuli gani ambayo inakusaidia kupata kipato? Eh, kwa kweli kama unavyoona, niona tu labda nikatekate majani kulisha hivi mbuzi tu hapo hivi.